papa, katika jina la Yesu Kristo, mwenye jina lipitalo majina yote, mwenye jina lipitisha majini kiapo jina hilo utetemeka. Jina hili ni kubwa, ukipata mtu wa kulibeba jina hili anaheri mtu huyo. Baba, peke yako tutakutumikia, hatutarudi nyuma. Tumesikia o oh. Umejaa upendo sio kifani. Baba Mungu, wanangu wote tuliowaleta ibada hii, nashukuru kuwaona Nina kushukuru kwa utere na ustawi bavo vitadhihirika kwa wakati mwingine, ni rahisi kujiuliza itakuwaje? Jibu ni rahisi, kama ilivyokuwa kwa Maria ikawa rahisi kupata mimba, itakuwa rahisi kwa mtu huyu. Amepokea kitu, baba. Baba Mungu wetu, yeye hapa. Tunarudi nyumbani. Tupumzie. Moyo upenda na kushikamana na wewe. Nguvu za adui zinazokuja ili kupambana nasi, kutuibia, hazitatuweza. Umesema mimi ni pamoja nanyi. Bwana, ukanitunzie wanangu hawa, wape kufurahi mbele ya macho yangu, niwaletea furaha leo. Kwa jina la Yesu natamka, watu hawa ni wabarikiwa. Nashukuru kwa siku ya leo ya ajabu sana, imekuwa ni siku ya ajabu mno. Naoma na, tumerudi tukiwa tumeona ni siku ya ajabu oh. Tujalie kutunza, tutunze ushuhuda, tutunze moyo wa ibada, tutunze bidii, nidhamu, tutunze utii, tutunze kicho ndani yetu. E Mungu, asante, nakosa lugha ya kutamka bali nasema asante. Uheri na uwe nasi na wana wa utukufu wote, uheri na uwe nao. Nina kushukuru haya machache, nimejaa imani juu ya haya, kupitia kwa Yesu Kristo Mokozi ninaomba nikiamini, amen.